Elimu ni kwamba wahudumu wa afya kwa wote wamekataa mpango wa serikali wa kuwahamishia serikali za kaunti kuanzia Julai mwaka huu. Wahudumu hawa wa afya ambao waliajiriwa wakati wa janga la COVID-19, wameitaka Wizara ya Afya kuwapa kandarasi za kudumu kabla ya kuwahamisha. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emily Chebet, Wizara ya Afya imesisitiza kwamba mpango huo utaendelea kama ilivyopangwa. Makao makuu ya Wizara ya Afya yaligeuzwa jukwaa la densi, wahudumu wa afya kwa wote wakifika hapa kwa mara nyingine tena, lengo likiwa kupinga kuhamishwa hadi katika serikali za kaunti, wakishinikiza serikali kuwaajiri kwa, kwa kandarasi za kudumu na kusawazisha mishahara yao na viwango vya Tume ya Mishahara kabla ya kuhamishwa. we are asking if we, we can be in the next budget which is next month That that is our demand, and, and we are very clear on that. But, but, do, but the the ministry keeps tell, telling us about supplementary budget. We have been hearing supplementary budget from 2023. So we are still wondering why UHC UHC staff staff is is, is not a priority in this this country. To the president, you have never commented about this. Our question is, is it that you don't know UHC staff exists? I mean, what is this UHC agenda that you are selling to the country every day? So our request is this. Hires or fires. Juhudi za kutaka kukutana na waziri wa afya Aden Duale hazikuzaa matunda. Huku Duale akituma taarifa kwa vyombo vya habari na kusema kuwa alikubaliana na viongozi wa miungano ya wahudumu wa afya kuwa kuanzia tarehe mosi Julai mwaka huu maafisa wote wa UHC watahamishwa. Kulingana na Duale, mikataba ya wafanyikazi hao itaendelea hadi Mei mwaka ujao kulingana na makubaliano yao. Duale amedokeza kuwa bajeti ya mwaka 2026-2027 itazingatia ajira za kudumu zenye marupurupu baada ya kukamilika kwa mikataba iliyoko. Miungano ya wafanyikazi hao hata hivyo imekanusha madai hayo. We already rejected. Wahudumu hao wa afya wameilaumu serikali kwa kile wamekitaja kama kuwatumia wakati wa dharura ya korona na kisha kuwatelekeza. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.